Tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC humo nchini imekamilisha maandalizi ya uchaguzi ndogo zinazotarajiwa kufanyika Alhamisi tarehe 27 Novemba mwaka 2025. Tarehe 27 mjitokeleze maeneo mbalimbali ikiwemo ubunge useneta na uwakilishi wa wadi. Kampeni rasmi zilizoanza Oktoba tarehe nane zimehitimishwa hapo jana, huku vyama vikuu vya kisiasa vikifanya mikutano ya lala salama kuonyesha ushindani mkali hasa katika eneo bunge la Mbere Kaskazini na Malafa, mkamchagua twende twende si tu. si mko na imani na yeye? Sasa akipata baraka kiti kubwa mnaweza mkataa? Hapana, sio, itakuwa ni ujinga huku vifaa vya kupiga kura vikisambazwa kwa vituo vyote na vikosi vya usalama vikipelekwa katika maeneo nyeti, ili kuhakikisha uchaguzi huo ambao ni pua na mdomo sasa hivi umeimarishwa. Vilevile, wapiga kura sasa wanasubiri kwa hamu kuu siku hiyo ya kupiga kura kwa matumaini makubwa ya kuwateua viongozi wapya watakaowasilisha maeneo yao. Nikiripotia Elite Media, jina langu ni Soita Junior Glisho.